Zakayo shuka. Si shuki. Zakayo shuka. Si shuki. Zakayo. Uh, uh, unakaa na mtu kwa nyumba? Naam. Uh -huh. Bila mia usiku mwema nakupenda. Ehe. Uh -huh. <laughs> Bila mia umeamkaje mpenzi? Ehe. Uh -huh. <laughs> Ivo ivo ivo ivo ivo. Ehe. Uh -huh. Lakini kuna mtandao inaitwa TikTok. Ehe. Uh -huh. Unaamka asubuhi eh. Uh -huh. Unasikia fununu kwamba kuna harusi imefanywa uh -huh. <laughs> Hii ni harusi gani? Harusi uh -huh. inafanywa chini ya masaa mawili, hakuna uh -huh. notice. Hakuna chakula uh -huh. Hakuna hizo sijui nini watu nini, but wedding imefanywa, kuna pasta eh, lakini mtu ana ambaye anaenda kufunuliwa ile ile wanaita aje vale, veil, ile neti ileeti, uh -huh. unapata ni mpenzi wako na <laughs> <laughs> okay, na wewe ndio bwana harusi ama wewe haupo, mimi sasa si yuko <laughs> na jana aliku-, alikuambia good night. Usiku yake mumeambiana good night, but kuna ile kukorofishana kawaida tu ile eh, kidogo tu. eh, tunaelewa ile ya kusolve nini, nini, nini. Eh, eh, lakini tumalize hiyo mambo good night, tuongee kesho. unaamkia asubuhi asubuhi yake eh. sasa inafaa uweke ile wimbo ya umenipiga bonga la surprise <laughs> bro akaolewa, na hiyo ni true story. Bro, mwaka gani huo? Hii mwaka hii? Ah, hii mwaka tuko tarehe 19 bro, hii mwaka hii mwezi hata. Bro huja mo ude, mumekuwa naye muda gani? for 9 months. Hey, hata we nawe we 9 months! Mtu wenyewe anataka kuolewa, wewe unamweka tu good night, good morning, good night, good morning. kwa ni saa? So kaka, hivi tunavyoongea, Zakayo yuko single, yani kuna two bedroom yenye iko vacant. Nikuulize, unadhani <laughs> ni kitu gani ulifanya ikamfanya huyu dem akupige tukio namna hiyo? Maanake lazima ulimkosea mahali. Hapana, anaenda una kuolewa, hata akuambii kama mmeachana, ndio anakuambia mbili. mm. Kama hauna hauna fedha Tatizo hela. Unaweza fanywa hiyo kitu yoyote. Tatizo hela. <laughs> Pesa. So sasa hiyo umeamua aje unataka kuoa ama utafute pesa ndio muonyeshe kiroro. Hapana. Revenge ni ya kutafuta pesa. Asante. Bigo tena zaidi ushaua right. Shaua bosi wangu. Revenge si mwanamke mwingine. Ni kutafuta hela. Revenge no, ni pesa. Asante sana Zakayo kuongea nasi hapa Radio 47.